Kwa jina naitwa John Seka, mimi ni rais wa Chama cha Mawakili wa Tanganyika na tuko hapa Arusha leo tarehe hii 18 mwezi wa uh, tatu kwa ajili ya kufanya mkutano wetu mkuu. Uh, leo tumeanza na mkutano lakini kesho tutafanya pia mkutano wetu mkuu wa uchaguzi. Uh, kwa hiyo tumekutana hapa uh, hasa hasa tukijadili, tunataka kujadili mambo yanayohusu chama chetu kwa hiyo kauli mbiu ya mwaka huu ni kuangalia namna gani e, chama chetu cha wanasheria kinaweza kufanya kazi katika ta, e, katika mazingira ya yaliyopo nchini kwetu. Kwa hiyo tumesema tukutane hapa kama wanachama, tuko wanachama zaidi ya 2500 ili tuweze kujadili mambo yanayotuhusu na kuangalia mustakabali wa chama, lakini pia na mustakabali wa a, taaluma ya sheria kwenye nchi. Kwa hiyo hilo ndio ambalo limetuleta hapa, tumekaa watu mbalimbali, tumeleta wazungumzaji ili waweze kujadili mambo yanayotuhusu. Mheshimiwa, kuna ile swala la tishio la kufutwa kwa chama chenu hili, nyinyi kama wanachama mnalizungumziaje? E, sisi kwa kweli tumelipokea e, kama tishio na tumekuwa na majadiliano na serikali Eh, kuangalia namna gani eh, tunaweza tukalitatua hili tatizo, na tunaendelea na majadiliano na, na, na, na serikali yetu eh, tunaamini kwamba busara itatumika, eh, tutafikia mahali ambapo eh, hili tishio la kufutwa litaondoka, kwa sababu sisi tunaamini kwamba hakuna sababu ya kufuta chama kwa sababu ya yoyote. Kwa hiyo tutaendelea kufanya kazi na serikali. Eh, sisi ni taasisi ambayo imeanzishwa kwa sheria ya Bunge, kwa hiyo endapo kutakuwa na mchakato wa kufutwa, then ni lazima tujue sababu hasa na mantiki ya kufuta chama. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo na sisi tunalifanyia kazi. Baraza la uongozi liko na hiyo taarifa e, kwa kuwa imetoka pia na hata nyie kwenye waandishi wa habari mmeipata, lakini pia na sisi tumeipokea e, taarifa rasmi kutoka kwenye wahusika ndani ya serikali. Kwa hiyo tunaendelea kulifanyia kazi na e, tutaendelea kujadiliana, lakini tunaamini itafika e, wakati hili halitatokea sisi huwa tuna taratibu ya kwamba katika kila uchaguzi tunakuwa na mgeni rasmi, lakini mwaka huu tuliona na baraza la uongozi liliona kuna umuhimu wa kukaa sisi wenyewe kwanza, tujitathmini e, wapi tunaenda sawa, wapi tunakosea. Kwa hiyo tuliona tutumie muda mrefu zaidi badala ya kuwaalika watu kuja kutueleza maono ya nini wanachotaka ku, kuona kinafanyika. Sasa tungependa na sisi wenyewe tuone nini tunataka kukifanya, kwa hiyo tuliamua kwa makusudi kabisa kwamba mwaka huu tutajitathmini sisi wenyewe na kuangalia mustakabali wa chama chetu na tasnia tas, nzima ya ya uwakili. Na kama wanasheria eh, kazi yetu kubwa ni kutafsiri sheria. Kwa hiyo wale ambao ni walioenda mahakamani ni wanachama wetu, wana haki ya kikatiba, kwa kuwa wanaona kwamba kuna taratibu zimekiukwa kwenda mahakamani, na sisi kama chama tulihakikisha kwamba tunaweka wanasheria ambao ambao wa, wa, ni wabobezi wametetea haki yetu na mpaka sasa mahakama kwenye kesi zote mbili ile ya Dodoma na ya Arusha imesema kwamba tuna haki ya kufanya uchaguzi. Kwa hiyo sisi kama chama tunakubaliana na huu ni mchakato na sisi tunatambua kila siku kwamba utaratibu wa kisheria ni ndio unavyopaswa kufanya. Kama mtu ana ana tatizo kuhusiana na tafsiri ya sheria mahali pekee, badala ya kulalamika mahali pekee na sahihi ni kwenda mahakamani. Kwa hiyo akishaenda mahakamani, tunaenda kujitetea, tunasema na sisi sababu yetu, majaji wanatusikiliza, alafu wanatoa uamuzi. Kwa hiyo kama hivi, kwa taarifa ya ujii, ya, ya kesi zile mbili za Dodoma na Arusha na Dodoma na Dar es Salaam, maamuzi yametoka kwamba e, chama cha wanasheria kina haki ya kuendelea na uchaguzi na tutaendelea na uchaguzi. Uchaguzi wa mwaka huu una hamasa, sio kwa sababu nyingine hazijawahi kuwa na hamasa chaguzi zote kwenye chama zimekuwa na hamasa kubwa, lakini kama, unavyo, kama ambavyo umesema, mwaka huu uchaguzi pia umewahusisha e, wagombea ambao wanafahamika zaidi e, kwenye kwenye kwenye kwenye macho na na, na, na jamii tulionayo. Kwa hiyo e, na uchaguzi wa mwaka huu tumeufanya umekuwa, tumeufanya kwenye sheria mpya. zamani tulikuwa na uchaguzi tunafanya kwenye kanuni na sheria tofauti za uchaguzi kwa hiyo mwaka huu tulifanya uchaguzi kwenye sheria mpya za uchaguzi za chama ambazo zilikuwa zinatoa muda mrefu wa kuwatambua nani ni mgombea, lakini muda mrefu wa kufanya kampeni. Kwa iyo, hiyo hiyo ndio imefanya kumekuwa na mwamko, maana hata watu wa, wa vyombo vya habari na wananchi wa kawaida wavefahamu, kwa sababu zamani ilikuwa uchaguzi ni kitu cha ya, siku moja, lakini pia kampeni hazifanyiki kwa mrefu, kwa muda mrefu kwa hiyo tuliona kwamba ni wakati muafaka sasa kuanza eh, ku, ku, ku, kufuata misingi eh, bora zaidi ya kidemokrasia ya kupanua wigo wa demokrasia ndani ya chama na ndio maana uchaguzi wa mwaka huu umekuwa na changamoto ya kufahamika. Sasa yako mengi ambayo tume- tumefanya. Tume tumeanza mchakato wa, wa, wa kuhakikisha kwamba chama kinapanuka. eh, chama tumeanza mchakato wa kupeleka nguvu zaidi kwenye matawi yetu ya chama badala ya makao makuu tumefanya kazi kwa kushirikiana kwa karibu sana na serikali na bunge na mahakama, na tumefanya kazi na wadau wengine wa sheria eh, hasa eh, wasaidizi wa kisheria, lakini pia tumefanya kazi na taasisi nyingine za kitaifa na kimataifa katika kuhakikisha kwamba eh, shughuli za chama, lakini pia ustawi wa nchi ambayo tunaambiwa inaelekea kwenye eh, uchumi wa viwanda unaenda vizuri. Niwaambie, ni waambia wanasheria kwamba uh, uh, sisi kama taaluma ya sheria ni lazima wakati wote tuhakikishe kwamba tunafanya kazi zetu kwa kuzingatia misingi uh, na misingi ni pamoja na kuisaidia na kuishauri serikali katika utungaji wa sheria pamoja na bunge na mahakama, lakini pia uh, tuangalie pia ni namna gani tunaweza tukaongeza nguvu katika kusaidia wanyonge na wasio na uwezo. E, ili na wao waweze kupata haki hii. E, nchi yetu, nchi ni yetu wote na tunatakiwa wote tushirikiane kwa kadiri ya uwezo wetu ili tuhakikishe kwamba demokrasia na na, na, na na haki za binadamu zinaheshimiwa katika nchi. Kwa hiyo huo ndio wito wangu, lakini kwa wanachama wa chama cha mawakili wa Tanganyika ni watakie uchaguzi mwema kesho. E, kila mmoja ajitathmini namna gani na kiongozi gani anamtaka, alafu wapige kura tuchague viongozi wapya na sisi tuwakabidhi kijiti ili waweze kutekeleza eh, kazi za chama vizuri. Majina yangu Eve Hawa Sinare, ni wakili wa kujitegemea na corporate legal consultant Me, mimi pepa yangu ilikuwa na kazania hasa kitu muhimu sana cha law society yoyote ile hmm, ni kujali ku, ku, ku, members wao kuhakikisha ku, ku kwamba inapigania eh, nini unaitwa utawala wa sheria na nikasema nikatoa mfano ya jinsi ambavyo tuna e, e, w, mawakili wanasheria ambao wanamaliza wanashinda hawana kazi, uh, wale ambao wengi sana rate ya kuh, ya, ya, kushin, ya kufaulu kwa law society pale ya uh, shule ya, lo, ya the, shuria, shuria, shuria. Shule ya sheria ni kama uh, 25% mm-hmm. Average inaonyesha kwamba kwenye matayarisho pia kuna matatizo, kuna upungufu wa nani. Alafu nikaenda sasa kwenye kitu gani tufanye? Afrika na Tanzania, ni issues ya kwamba hatu hatuendi sana kwenye utafiti wa sheria ili tuweze kutafiti wa sheria ili kuweza kusahihisha eh, mambo. Yaani ili serikali waweze kujua sheria fulani ina mapungufu gani, ina madhara gani kwa wafanyakazi na Watanzania wenyewe. Alafu nikaanza kugusia kitu kinachoaga utawala wa, wa sheria. Nilieleza kwa kirefu maana ya utawala wa sheria ni nini kwamba yani kila mtu anakuwa chini ya sheria, hakuna mtu anayekuwa juu ya sheria, na kwamba e, e, nani um, uh, tafsiri ya, ya utawala wa ya sheria ya, ya umoja wa mataifa iko ya upana, ambayo inagusa kwamba sio sheria tu utawala wake, pia sheria zenyewe ziwe zinaendeana na haki msingi haki msingi za binadamu, na, na kwenye, kwenye katiba yetu utaona hizo sheria zipo Uh, japo katiba ina mapungufu lakini ukienda kwenye ile, ile, ile, ile ule ukurasa au chapter inayozungumzia basic rights zipo. Kitu ambacho hatuna kwenye sheria zetu ni kwamba kama wewe umepelekwa mahakamani au kesi yako umepelekwa ambayo isinge hasa kwenye mambo ya jinai unapelekwa eh, na hakushahidi haupo, na umewekwa miaka minne mitano, hatuna katika sheria zetu uwajibikaji kwa nini asiulizwe DPP? Kwa nini umpeleke mtu kama hiyo kesi haina, haina ushahidi wa kutosha? Nikatoa mfano wa wanasiasa wa Amerika walipoona dai kwamba e, mkurugenzi wa, wa, wa utafiti wa FBI ah, am, amcharge amchaji nani Hillary, akasema hapana, na ndio maana nikasema either DPP wetu kuna elements anazo ana abuse power zake au Hayuko independent. Nikatoa mfano wa wale wabunge kwa wabunge, wawili wanashtakiwa kwa rushwa, lakini aliyetoa rushwa hayupo. Wewe DPP utaendaje na hiyo kesi mahakamani? Unaenda tu kwamba unajua kwamba inavyoonekana usingetakiwa kwenda, huwezi kuwajibika. Hatuna sheria yoyote ile ya kusema kwamba mtu anawajibika. Unaweza ukamweka mtu ndani, unasema unachunguza. Sheria zetu zinaruhusu, wewe unawekwa Unachunguzwa, unawekwa miaka mitano sita, kinyume na Katiba na hakuna anayekuwa responsible. Mtu anaweza akakaa miaka kumi, miaka tisa, miaka minne, alafu anaweza akakuachia, unashukuru Mungu, lakini hakuna anayechukua ansarabu. Ni nani anayewajibika kwa hilo? Huyo mtu miaka yake mitano amemchukulia, analipwaje? Na ukiangalia katika magereza yetu asilimia 85. Na kazi walioifanya, kina jaji, jaji, jaji Jacqueline, ile survey walioifanya asilimia 85 ni watu ambao wamewekwa jela kabla hata hawaja ya... so, kisha kuna asilimia 75. Ni hatari sana, na katika hao ni wachache wenye uwezo wa kuwa na mawakili. Mimi nilikuwa nasema aa mtu anayehusikana sio nikaona mawakili. Lakini pale unakuta vijana walio wengi ni maskini pale, hawana mtu wa kuwatetea. Anaulizwa tu una, una lolote la kusema mahakamani, lakini wengi wanauliza swali ambalo ni muhimu sana, tutakaa muda gani? Itachukua muda gani mpaka wawe tayari kesi kuanza?